Ni ripoti kutoka hapa katika viwanja vya kanisa la TAG Heri wenye Moyo Safi, moja kati ya kanisa lilopo ndani ya manispaa ya Geita katika mtaa wa Nyantorotoro B kata ya Nyankumbu mkoani Geita. Nikiwa katika viwanja hivi ni mwendelezo wa mkutano wa Injili ambao unaendelea kufanyika katika viwanja hivi. Nikiwa eneo hili tu, mara baada ya mahubiri kumalizika, nimekutana na baadhi ya waumini ambao wameshiriki katika mkutano huu, na hapa naenda kuzungumza nao kuhusiana na mwenendo mzima wa mkutano huu. Asante. Naitwa Apostle Irakoze Chombo ya Yesu, Niko mahali hapa, ni mhudumu ni mhudumu wa mkutano huu ambao unaendelea mahali hapa, na leo ni siku ya tano, na tuangazie na la dhumuni kubwa. Tumeona kwamba mkutano huo unaendelea katika viwanja hivi. Pengine sasa huyu ambaye, uh, unamtaza na uh, kutazama nini ambacho namwambia kuhusiana na injili hii ambayo inafanyika katika viwanja hivi vya kanisa la TAG Heri Wenye Moyo Safi. Ah, mimi nimtie moyo tu kwamba ni Yesu mwenyewe anayefanya kazi mahali hapa na wala si mwanadamu. Na mwanda, mwandaaji wa, wa mkutano huu ni Yesu mwenyewe ndiye aliyeandaa na ameandaa kwa ajili yako. Ameandaa kwa ajili ya yule, ameandaa kwa ajili ya baba na mama. Kwa hiyo yeyote ambaye ananitazama, nimuombe tu hata kama yuko mbali lakini ahudhurie huu mkutano. Huu mkutano umekuja kwa ajili yake. Umekuja kwa ajili yake kabisa na hizi nyakati tulizonazo ni za mwisho. Ni Yesu aliyeuandaa kwa ajili yake yeye. Kwa hiyo mimi ninachomwambia asikawie, aje. Huu ndio wakati wa yeye kuokolewa, huu ndio wakati wa yeye kuponywa, lakini huu ndio wakati wa yeye kumpokea Yesu, ndio wakati wa yeye kumwamini Yesu, maana nyakati tulizonazo ni mbaya sana. Kwa hiyo ninamshauri tu huyu anayenitazama, anayenisikiliza, aje, asikawie. Yesu yuko hapa kwa ajili yake. Amen. Kwa majina anaitwa Jedidia Jonathan, ni mmoja wa the victory team, ambao ni wana praise. Ushauri wangu kwa watu ni kwamba Mungu anafungua. Alafu na kikubwa hatuangalii dini. Kwa sababu dini haitatupeleka mbinguni wala haitatufikisha popote kule. Lakini kinachokufikisha mbinguni ni imani yako. Unakuja kwenye mkutano lakini kikubwa ni wewe kuamini na ukishaamini na kwa hasa kwa wale ambao hawajaokoka, ukija ukaokoka kwenye mkutano, unaruhusiwa kwenda dhehebu lolote lile ambalo liko karibu na wewe. Hivyo ushauri wangu kwa watu ni kumwamini Mungu tu, maana Mungu anaokoa, Mungu anaponya, hivyo na huyu ambaye anakutazama anaweza akajiuliza kitu gani ambacho kinaweza kikamfanya yeye akashawishika kuweza kuja kushiriki katika mkutano huu, tofauti na kile ambacho alikuwa na, anadhani kitu gani kipya ambacho ana akija hapa atakipata? Um, kwanza kuna mambo mengi yanaendelea katika mkutano, ukiachilia mbali na neno kuna kwaya kabla ya muda wa neno kufika, kuna kwaya mbalimbali zinakuwepo hapa, bendi. Kwa muda wa uimbaji unakuwa ni, ni watu wengi wanahudumu wana hivyo, ni burudani mojawapo, licha ya kuwa tunakuja kumwabudu Mungu. Ni burudani mojawapo, unaburudika unavyoona watu wanaimba, kwa ni burudani tosha. Sasa ninaposema zina ni kuhamisha upendo. Bwana Yesu asifiwe marana yake zina ni kuwa na wanaume zaidi ya mmoja haleluya. Halafu ukawa mmechukuana pasipo utaratibu wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe, amen. Sasa huyu mtu ambaye anafanya zina, kwa hiyo sasa unaweza ukafanya zina na Shetani kwa sababu humpendi Mungu. Mara ya kwanza ulikuwa mtu wa Mungu, ukamwacha Mungu, ukaenda kuzini na Shetani. Ndio maana ukaanza kuzini na mawigi, ukaanza kuzini na mahereni, ukaanza kuzini na waganga wa kienyeji. Wapo mpaka hapa, aliambiwa ili uzae, lala na mimi kwanza, lala na mganga wa kienyeji ndipo uzae. Umezini naye, umezini naye, na siku hizi ni siku za mwisho. Bila kutengeneza, uwezi kuuona ufalme wa Baba. Umezini naye sasa unahamisha ndiyo maana wapo sasa, watu wamezini na mawe, wamezini na mamiti, wamezini sio kwamba atenda ale nayo kitandani, anayabudu. Ndiyo maana mtu anayeabudu sanamu huyo ni mzinzi asilimia mia, mia, yeye anazini. Anayeabudu sanamu ni mzinzi, maana yake ni kuhamisha upendo kwa Baba, unahamishia sehemu kwingine. Mungu aliupenda ulimwengu, tafsiri yake Mungu akauchumbia ulimwengu wote. Sijui kuna mtu ananielewa. Amen. Mungu akauchumbia ulimwengu wote. Sasa hawa waliochumbiwa wakaanza kuzini, wakaanza kutoka, wakaanza kutoka, wakaanza waka kumtafuta bwana mwingine ambaye ni Shetani, wakaanza kumwabudu wakazini naye wakati wanantafutia kitabu cha Yeremia 39. Mungu akubariki sana mtazamaji, hizi ni ripoti kutoka hapa katika kanisa la TAG Heri wenye moyo safi, ambapo ndipo unapofanyika mkutano wa Injili. Nyuma ya kamera yupo Hans Media, mimi ni Kale Chongela.